limekuwa nuru ya mataifa mbalimbali na kuweza kuwavutia na kubadilisha maisha ya wengi. Leo, mwanahabari wetu Carol Christopher amekuandalia makala yanayohusiana na uimbaji wa kanisa la ABC na jinsi limeweza kuimarika kupitia muziki mwaka huu wa 2025. Andiko matakatifu katika kitabu cha Matendo ya Mitume kifungu cha 13 mstari wa 47, kwa sababu ndivyo tulivyoamriwa na Bwana, nimekuweka uwe nuru ya mataifa upate kuwa wokovu hata mwisho wa dunia, ni wito ulioitikwa na kanisa la Africa Brotherhood na kuwa nuru ya mataifa mbalimbali kupitia uimbaji tangia kuanzishwa kwa kwake mwaka 1945 <mulia> ji katika kanisa la ABC umeimarika kwa kiwango cha juu sana, huku ukipelekea kila kanisa la ABC kuwa na nafasi ya kushiriki katika uimbaji huo hadi ngazi ya kitaifa, ambapo mwaka huu limeweza kuhubiri, kuvutia na kubadilisha maisha ya wengi.

Kufikia sasa mwaka wa elfu mbili ishirini na tano, kanisa la ABC limeendelea kuyapandisha daraja makanisa tofauti kulingana na idadi ya waimbaji na uwezo wa kanisa. Daraja hizi kwa kimombo zikiwa ni super class, advanced class, upper special class, special folk au nyimbo za kitamaduni na deaf community inayohusisha walio na ulemavu. ABC chombo kimoja walichotumia katika kanisa injili, ili kueneza injili kwa sababu ile lengo kuu ilikuwa wakileta makanisa pamoja waendelee kumshuhudia Kristo chini ya uongozi wa Askofu Mkuu wa kanisa la ABC Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland, Dr Timothy Namuki, kanisa limeweza kuweka mikakati mwafaka ya kuhakikisha linafaulu katika uimbaji na kutangaza umaarufu wake katika makabila takriban 47 hapa nchini. Katika kitabu cha Matendo ya Matume sura ya kumi mstari huo wa 34 na 35 ya kwamba Mungu ana upendeleo lakini, kwa kila taifa yeyote amchaye Mungu ukubaliwa naye. Hata kama ni mzungu ukubaliwa, hata kama ni mwafrika ukubaliwa. Tamasha za muziki za mwaka 2023 zilifanyika katika shule ya vulana ya Kitui, kaunti ya Kitui, huku za mwaka 2024 zikifanyika katika shule ya msingi ya The Hill School Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, nazo za mwaka huu wa 2025 zikichukua mkondo mwingine na kuelekezwa pwani katika shule ya upili ya Timbila, kaunti ya Taita Taveta. Yeah, yeah, yeah. Tamasha hizi hufanyika kila mwaka na uchukua kipindi cha siku mbili na baadaye kuwatangaza washindi. Mwaka huu katika daraja ya super class ABC Makadara kutoka Nairobi ikizidi kuongoza, advanced class ABC Kwaeka kutoka mkaa wakiongoza kwenye daraja ya upper special, ABC Chuluni kutoka Kitui wakiongoza, ABC Kwale kutoka Mitaboni Machakos wakiongoza kwa class A, kwenye daraja ya class A special ABC Mbukuni kutoka Kiatineni Makueni wakijinyakulia ushindi, ABC Marwa kutoka mkaa Makueni wakinyakua ushindi wa Class B, Class C, ABC Dhokwe kutoka Kitui wakiongoza kwenye battalion, ABC Starehe kutoka Nairobi wakiibuka washindi, ABC Masaku kutoka Machakos wakiongoza kwenye daraja ya kadet, kwenye nyimbo za kitamaduni ABC Nguuni kutoka Makindu Makueni wakinyakua ushindi huku, deaf community ABC Masaku kutoka Machakos wakiondoka na ushindi. Hallelujah.

ABC kupitia askofu mkuu Dr. Timothy Ndambuki, maaskofu viongozi, wachungaji, kamati za muziki, pamoja na waimbaji wanaendelea kujikakamua imani, ikiwa kanisa hili litaimarika zaidi na kukua kupitia uimbaji. Carol Christopher, Undugu TV.